Mahakama ya kijeshi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imemhukumu kifo rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila bila kuwepo mahakamani. Mkuu wa mahakama hiyo ya kijeshi amesema Kabila alipatikana na hatia ya uhalifu kadhaa ikiwa ni pamoja na uhaini, mauaji na mateso. Lieutenant Jenerali Joseph Mutombo Katalai aliongoza mahakama ya kijeshi alisema Jumanne kuwa Kabila alitiwa hatiani kwa makosa mbalimbali yakiwemo ya uhaini, uhalifu dhidi ya ubinadamu, mauaji, unyanyasaji wa kijinsia pamoja na uasi. Amesema katika kutumia kifungu cha saba cha kanuni ya adhabu ya jeshi inatoa hukumu moja ambayo ni kali zaidi, ambayo ni adhabu ya kifo, akiongea baada ya maamuzi ya hukumu hiyo. Kabila ambaye alihudumu kama rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo kutoka mwaka 2001 hadi 2019 aliondoka nchini humo mwaka 2023 lakini hivi karibuni alirejea nchini humo na akitembelea katika eneo la Goma mashariki mwa nchi hiyo, eneo ambalo linadhibitiwa na, na kundi wa la waasi la M23 bila kuwepo mahakamani mwezi Julai mwaka huu kwa madai ya kuwaunga mkono waasi wanaoungwa mkono na Rwanda ambao waliteka maeneo makubwa mashariki mwa DRC mwaka huu Januari. Rwanda imekana kutoa msaada wa kijeshi kwa M23, lakini wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema jeshi lake lilikuwa na jukumu muhimu zaidi katika mashambulizi ya kundi hilo, lakini hakukuwa na taarifa za haraka kuhusu aliko Kabila baada ya uamuzi wa mahakama ya kijeshi wa Jumanne. Rais huyu wa zamani hakuhudhuria kesi hiyo na wala kuwakilishwa na wakili yoyote ule wa kisheria. Si yeye wala wawakilishi wake waliopatikana mara moja kwa maombi ya maoni kutoka kwa shirika la habari la Reuters ili kujua ikiwa wamepata hukumu hiyo ama la. Hapo awali, Kabila alikosoa kesi dhidi yake, akiita ya mahakama hiyo kuwa ni chombo cha ukandamizaji. Lakini rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu ya kijeshi bado inawezekana mbele ya mahakama ya haki, ingawa tu kwa misingi ya madai ya ukiukaji wa taratibu, kutopitia uhalali wa kesi hiyo, lakini waangalizi pia wa mambo wanasema uamuzi wa mahakama hiyo unalenga kuondoa uwezekano kwamba Kabila anaweza kuangusha upinzani ndani ya nchi hiyo licha ya kwamba hajulikani alipo mpaka hivi sasa, lakini bado wengi pia wanahoji ikiwa uamuzi huo unaweza kuchochea machafuko zaidi ama pengine utaleta utengano kwenye nchi hiyo. Yinka Andegeko mhariri wa Afrika katika kituo cha habari cha Semafor aliambia shirika la habari la Al Jazeera kwamba Kabila amekuwa mwiba kwa raisi wa DRC Felix Tshisekedi Shilombo kwa muda mrefu zaidi. Watu hawa wawili walikuwa wakifanya kazi pamoja, lakini Adogekea alibainisha kuwa Kabila hakutumikia tena maslahi ya serikali ya Tshisekedi kwani ana msingi wake wa madaraka na uungwaji mkono tofauti. Tatizo la hukumu hii sasa ni kwamba inaweza kuwafanya wafuasi wa Kabila kuhisi kwamba jaribio hili lote lina msukumo mkubwa zaidi wa kisiasa, aliongeza Adogeko. Uamzi huo ulikuja baada ya baraza la seneti la nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupiga kura mwezi Mei kufuta kinga ya Kabila dhidi ya kushtakiwa, hatua ambayo rais wa zamani alikashfu wakati huo kuwa ni ya udikteta. Nchi hiyo ambayo iliondoa tishio kwa hukumu ya kifo mwaka jana, lakini hakuna utekelezaji wa mahakama ambao umetekelezwa tangu wakati huo. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kijeshi Rushe Rene Lekulia alikuwa amedai kuwa adhabu ya kifo kwa Kabila pia inawezekana. Lekulia alimshutumu kiongozi huyo wa zamani kwa kupanga njama ya kumpindua Shisekedi huku mashtaka mengine dhidi yake yakiwemo mauaji, utesaji na ubakaji yakihusishwa na kundi la M23 ambalo linadhibiti baadhi ya maeneo ya Kongo. Mkataba wa amani kati ya serikali ya Kongo na Rwanda ulitiwa saini mwezi Juni mjini Washington, Marekani. Azimio la kanuni na M23 kupendelea usitishaji vita wa kudumu pia lilitiwa saini nchini Katari mwezi Julai mwaka huu, lakini ghasia zinaendelea chini chini na mashirika yasiyo ya serikali yamelaani dhuluma dhidi ya raia ikiwa ni pamoja na ubakaji wa makundi na utekaji nyara unaosababishwa na kundi hilo la M23 na baadhi ya makundi madogo madogo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uchunguzi ya wa Umoja wa Mataifa mapema mwezi Septemba uligundua pande zote katika mzozo huo zingeweza kufanya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Hata hivyo barani Afrika, rais wa zamani huyo kuhukumiwa kifo Kabila sio mara ya kwanza kwani baadhi ya waliowahi kuhukumiwa kifo kwenye nchi mbalimbali ni pamoja na aliwahi kuwa rais wa Mali Moussa Traoré, ambapo mwanzoni wa miaka ya elfu mbili hukumu yake ilitoka akihukumiwa kifo na serikali ya nchi hiyo kwa sababu ya matumizi mabaya ya madaraka. Sababu nyingine ni mauaji na mateso. Lakini maraisi wengine barani Afrika waliowahi kuhukumiwa kifo ni pamoja na rais wa zamani wa Ethiopia Mengistu Haile Mariam aliyeongoza Ethiopia tangu mwaka 1977 hadi mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba naye alihukumiwa kifo kwa mauaji na uhaini nchini humo. Wengine ni pamoja na Edward James Rey wa Liberia, Emily Darin Zinso aliyekuwa wa Benin zamani ikiitwa nchi ya Dahumi. Wengine ni pamoja na Alfonsi Masamba Debati aliyekuwa wa Jamhuri ya Kongo ama Congo Brazaville, ambaye pia huyu alinyongwa kabisa na nchi hiyo. Wengine ni pamoja na Patrice Lumumba wa DRC na wa mwisho ni Jean Bede Bokasa wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ambaye huyu hukumu yake baadaye ilikuja kutenguliwa. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.